Bob Lee Swagger, ambaye ni sniper wa jeshi la Marekani na mwenzake Danny Fenn, walikuwa wamejificha kwenye vilima nchini Ethiopia. Kazi yao ilikuwa kutoa ulinzi kwa msafara wa magari ya Marekani uliokuwa unarudi kambini kupitia nchi yenye maadui. Walipokuwa wakisubiri, walipiga hadithi fupi na Danny akawa anatazama picha ya mke wake, Sara. Ghafla, Gari moja lililobeba bunduki kubwa ya mashine likaanza kuufuatilia msafara wa Marekani. Swagger aliona hatari hiyo na kuwaua mfyatua risasi na dereva wa gari lile, kila mmoja kwa risasi moja tu ya kichwa. Walidhani kazi imeisha, lakini kundi kubwa la wanamgambo maadui likatokea na kuanza kuwashambulia askari wa Marekani. Dani alikuwa akimpa maelekezo ya shabaha na swaga akaanza kuwaua maadui mmoja baada ya mwingine, jambo lililosaidia jeshi la Marekani kutoroka. Hata hivyo, kitendo cha kuulinda msafara kiliwafanya maadui wagundue walipo, na hapo wakaanza kushambuliwa vibaya sana. Kule kambini, kiongozi wao alikuwa na wasiwasi wa kugundulika kwa sababu Wamarekani hawakutakiwa kuwa nchini humo. Kwa amri ya kiongozi huyo redio zilizimwa na Swaga na Dani wakatelekezwa hapo ili wafe. Wakati huo helikopta ya adui ilikuja na kuanza kuwapiga risasi. Katika mapambano hayo Dani aliuawa. Swaga alijaribu kuipiga helikopta hile kwa bunduki yake ndogo bila mafanikio, hadi alipopata bunduki kubwa aina ya Barrett 50 caliber. Alifanikiwa kuipiga helikopta ile na kuiangusha ikiwa inawaka moto, kisha ikalipuka. Miaka mitatu baadaye, Swaga alikuwa anaishi maisha ya upweke milimani akiwa amejificha mbali na dunia iliyomtelekeza. alikuwa na ndevu ndefu, nywele ndefu, na rafiki yake wa pekee alikuwa mbwa wake. Kila siku alikuwa akifuatilia habari kwenye mtandao na kusikitishwa na hali ya dunia. Wakati huo huo, kwenye ofisi ya kijeshi Michael Sandel Kanali Isaac Johnson na maafisa wengine walikuwa wakipanga operesheni fulani. Sando alipendekeza Swaga atumike, wakijua kuwa yeye ni shujaa aliyepotea na angefaa kwa mipango yao. Johnson na watu wake walienda hadi nyumbani kwa Swaga. Swaga alishtuliwa na mbwa wake kuwa kuna watu wanakuja. Johnson alijitambulisha na kuonyesha nishani yake ya ushujaa, lakini Swaga hakuwa na hamu ya kuongea nao na akawataka waondoke. Hali ikawa ya wasiwasi wakati mmoja wa watu wa Johnson anayeitwa Payne alipotaka kuchomoa bunduki, lakini Johnson alituliza hali na kuomba dakika tano tu za kuongea. Johnson alimweleza Swaga kuwa kuna mpango wa kumuua raisi na wanahitaji msaada wake, kwa sababu mpiga shabaha huyo atafyatua risasi kutokea umbali wa zaidi ya maili moja. Ni watu wachache sana duniani, akiwemo Swaga, wanaoweza kufanya hivyo. Mwanzoni Swaga alikataa, lakini hisia za uzalendo zilimfanya akubali baada ya Johnson kumsihi. Johnson alimtaka Swaga atembelee miji mitatu ambayo rais angeenda ili agundue ni wapi mpiga shabaha anaweza kujificha. Kabla hawajaondoka, Swaga alipiga picha namba ya gari lao. Siku iliyofuata Swaga alifanya mazoezi ya kupiga kopo la chakula kutokea umbali mrefu na akafanikiwa, jambo lililomthibitishia kuwa rais yuko hatarini kweli. Akanyoa ndevu, akakata nywele, akasafisha silaha zake na kumwambia mbwa wake kuwa angeondoka kwa siku chache. Swaga alikagua maeneo yote na kutoa taarifa kuwa Johnson kuwa mahali pekee hatari ni Philadelphia. Siku ya tukio kule Philadelphia, ulinzi ulikuwa mkubwa sana. Nick Memphis, askari mpya wa FBI, alikuwa amepangiwa zamu mahali ambapo aliona hapa na maana. Swaga alikuwa kwenye ofisi moja karibu na eneo la tukio, akiwa na Johnson na watu wake, pamoja na askari polisi mnene anayeitwa Stanley Timmons. Timmons alijifanya kuwa ni shabiki mkubwa wa Swaga. Swaga aligundua kuwa bunduki ya Timmons haikufungwa vizuri kwenye ala yake. Raisi alikuwa anahutubia pamoja na askofu mkuu wa Ethiopia. Swaga alimhimiza Johnson wawakamate maadui mara moja, lakini ghafla mambo yakabadilika. Badala ya raisi, askofu mkuu ndiye aliyepigwa risasi ya kichwa, na hapo hapo Timons akampiga Swaga risasi ya bega. Swaga alianguka kupitia dirisha hadi kwenye dari ya kioo na Timons akampiga tena risasi ya tumbo. Watu wa Johnson waliacha bunduki ya Swaga na risasi moja pale ili kumsingizia kuwa yeye ndiye muuaji. Swaga alifanikiwa kutoroka na kukutana na Memphis, akamwomba msaada. Memphis alitaka kutoa bunduki, lakini Swaga alimwangusha chini na kumfunga pingu kwenye lango. Alimwambia Memphis kuwa amesingiziwa na Timons anahusika. Swaga alichukua bunduki ya Memphis na kutoroka na gari la FBI. Alijificha kwenye sehemu ya kuoshia magari ili kuwepa helikopta za polisi na akiwa humo alijitibu majeraha yake kwa kutumia vifaa vya huduma ya kwanza. Baada ya kutoroka hapo, polisi walimfukuza na gari lake likagongwa, lakini aliingiza gari mtoni na kutoweka. Alijificha chini ya daraja na kuiba lori moja kuondoka eneo hilo. Wakati huo FBI walikuwa wakimshangaa Swagger kwa kumzidi nguvu Memphis kwa haraka. Memphis alijaribu kuelezea alichoambiwa na Swagger kuhusu Timons, lakini wakubwa wake walimpuuza. Swagger alienda kwenye duka moja usiku, akakata umeme ili asitambulike na kununua mahitaji. Alijitengenezea mpira wa kuongeza maji mwilini IV kwa sababu alikuwa amepoteza damu nyingi. Kisha akasafiri hadi Kentucky kwa Sara, mjane wa Donnie. Sara alishtuka kumwona lakini alimkaribisha. Swagger aliomba radhi kwa kutomtembelea tangu kifo cha Donnie, lakini Sara alisema alikuwa akipokea barua na maua yake kila mwaka. Sara alimsaidia kutibu majeraha yake ya risasi. Memphis alianza kufanya uchunguzi wake na kugundua kuwa mambo hayaingiliani. Aliona kuwa mpiga shabaha stadi kama Swaga asingeweza kumkosa raisi. Pia alishangaa kuona ripoti ya vipimo vya risasi ilitoka haraka sana. Vilevile vile, hadithi ya Timons haikuwa na maana, kwa sababu hakuna mpiga shabaha anayetoa ncha ya bunduki dirishani. Alipogundua kuwa Timons ameuawa na mnyang'anyi saa chache baada ya tukio, aliamini Swaga amesingiziwa. Alitembelea maeneo yote na kuanza kuamini kuwa Swaga hakuwa anajaribu kumuua rais bali askofu ndiye alikuwa shabaha. Memphis alianza kuhisi anafuatiliwa. Swaga alipopata nafuu alimwambia Sara kuwa atawatafuta waliomsingizia. Sara alimwambia kuwa habari zinasema Swaga amemuua mbwa wake na alijaribu kumuua rais. Swaga alikasirika sana kuhusu kuuawa kwa mbwa wake. Sara alimpa bunduki ya kwanza ya Doni na akaamua kumsaidia Swaga. Walipanga kukutana na Memphis. Sara alijigeuza sura na kukutana na Memphis, akampa picha ya namba ya gari la Johnson kama ushahidi. Swaga alikuwa akitazama kwa mbali na alipovamiwa na polisi, aliwapiga na kutoroka. Memphis alijaribu kuchunguza namba ile ya gari kwenye kompyuta za FBI lakini akazuiwa. Mwenzake mmoja alimsaidia kupata ufunguo wa kuingia kwenye mfumo huo. Johnson na watu wake waligundua Memphis anachunguza mambo hivyo wakaamua kumuua. Walimteka Memphis, wakampiga na kutaka kumfanya aonekane kama amejiua. Lakini Swaga alitokea akiwa kwenye boti akawapiga risasi watekaji wale na kumwokoa wa Memphis. Memphis sasa akakubali kufanya kazi na Swaga. Swaga na Memphis walienda kwa mtaalamu wa silaha ambaye aliwaambia kuwa mpiga shabaha mwingine anayeweza kufanya shambulio lile ni Michael Sandor aliyekuwa anafanya kazi na Johnson. Johnson aliamua kumtumia Sandor kama chambo ili amnasie Swaga. Pia watu wa Johnson walimteka Sara baada ya kugundua alimsaidia Swaga. Sara alijitetea kwa bunduki na kumuua mmoja wao, lakini Payne alimkamata na kuanza kumtesa. Ilibainika kuwa seneta fisadi Charles Mitcham ndiye alikuwa anamwamrisha Johnson. Swaga na Memphis walivamia mahali alipokuwa Sandor. Swaga aliwaua walinzi kimya kimya na kuweka mabomu. Sandor alimweleza Swaga ukweli. Raisi hakuwa shabaha bali askofu mkuu ndiye alitakiwa auawe kwa sababu alitaka kufichua mauaji ya kimbari yaliyofanywa na Wamarekani kule Ethiopia ili kujenga bomba la mafuta. Sandor alishtuka kugundua kuwa hata yeye na Doni walikuwa wakilinda askari waliofanya mauaji yale bila kujua. Sandor akajiua kwa risasi. Wanajeshi wengi walifika, lakini Swaga na Memphis walitumia mabomu na shabaha kali kuwaua wote na kuangusha helikopta nyingine. Baadaye Memphis alidanganya FBI kuwa amemkamata Swaga ili wapate fursa ya kukutana na Johnson. Johnson alimpigia Swaga na kupanga mkutano kwenye milima ya theluji, akitaka seneta Micham awepo pia kwenye mkutano huo, Pein alikuwa amemshika Sara kwa bunduki. Walidhani wamepiga swaga risasi, lakini ni Memphis aliyevalia fulana ya kuzuia risasi. Swaga alikuwa amejificha mbali, akawaua walenga shabaha wote wa Johnson mmoja kwa mmoja, kisha alimpiga risasi Pein mkononi na kumkata kidole gumba na baadaye kumkata mkono mzima kwa risasi. Sara alichukua bunduki na kumuua Pein. Swaga alichoma hoto kanda iliyo ushahidi wa Sandor kwa sababu alijua ushahidi huo ungewafanya wauawe, na badala yake akasubiri FBI wafike. Baadaye mkutano ulifanyika ofisi ya mwanasheria mkuu. Swaga alionyesha bunduki yake na kumwambia Memphis aiamini maisha yake kwake. Alifiatia bunduki ile ikielekea kwa Memphis, lakini haikutoa risasi. Ilibainika kuwa Kabla ya kuanza kazi ile, Swaga alikuwa ameondoa vifaa vya kufyatia risasi kwenye bunduki zake zote, hivyo isingekuwa wezekana bunduki yake itumike kumuua askofu. Hii ilithibitisha kuwa hana hatia. Ingawa Swaga alikuwa huru, Johnson na Mitcham waliachiwa kwa sababu mwanasheria mkuu hakuwa na mamlaka ya kuwahukumu kwa makosa ya nchi nyingine. Mwanasheria mkuu alimwambia Swaga kuwa wakati mwingine sheria haina haki, lakini hatuishi tena zama za zamani, ambapo bunduki iliamua haki. Hata hivyo, Swaga hakuishia hapo. Alienda kwenye kibanda siri walikokuwa Johnson, Micham na msaidizi wao Dobla. Aliwaua wote mmoja kwa mmoja kwa kulipiza kisasi. Aliweka bunduki mkononi kwa Johnson ili ionekane wameuana, kisha alilipua kibanda kile na kuondoka na Sara kuelekea kusikojulikana.